Nakumshukuru Mwenyezi Mungu, ya maandalizi yetu yanaenda vizuri, baada ya kumaliza mechi yetu ya juzi dhidi ya JKT Tanzania. Kitu kizuri na kikubwa zaidi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri na wote, baada ya mechi, hatukupata injury yoyote, na wote wamerudi kambini kwa ajili ya mchezo wa kesho wa Pamba na imani, hautakuwa mchezo mrahisi, ni mchezo mgumu kutokana na position ni Pamba walivyo wana timu nzuri, lakini wako katika hali mbaya, ambao watakuja kupambana kuepuka kue, kue, kue kushuka daraja, kiasi kwamba ambayo itatupa mechi kuwa ngumu, lakini yote kwa yote tumejipanga, pamoja na ugumu wao na ubora wao, tuhakikisha tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Swali kwa mwalimu kwa mchezo wa kesho karibu. Ya nafikiri ni kiporo ni kiporo cha tatu, kama unavyosema, na tulijua kwamba haitakuwa rahisi. Ukiangalia mechi nne ndani ya siku kumi, kila baada ya siku mbili, sio kazi rahisi. Wachezaji ni binadamu, ni mashine, tumetoka kwenye international game, uchovu, tuendelea kufanya rotation. Kwa hiyo tulitarajia kwani mechi zitakuwa ngumu, lakini tumejipanga, pamoja na ugumu wote wa mechi hizi, tutoke na pointi zote kumi na mbili mi nafikiri ni wakati wote, kwa sababu mechi zetu zote ni, sisi ni muhimu pointi tatu kwa mechi yoyote, na huu ni wakati muhimu kama anavyosema wewe, ili tuweze eh, kuweza kuweza kugombania ubingwa na kuweza kupata, kupata ubingwa ni lazima tushinde gemu hizi. Hatuwezi kuruhusu kuweza kudrop point, kwa sababu ukisha drop point katika gemu hizi ni kwamba unatoa gep kwa, kwa mpinzani wako kwenda kutengeneza nafasi ya e kutetea ubingwa, kwa hiyo ili uweze kukaribia ubingwa na kuwa karibu kabisa ni yani, kuhakikisha uweze kudrop point katika game hizi hizi za vipole. Yani kweli tulipata tatizo juzi kwenye warming up, mingp Shamu alitwist enka na hakuweza kucheza game ile na alikuwa kwenye lineup, lakini tunashukuru ya jana aliweza kuwa vizuri na aliweza kufanya mazoezi na, na yuko na kikosi, kwa hiyo kwa hilo natupa matumaini makubwa ya kuweza kumtumia mchezaji yoyote toka tutakayemhitaji katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo hali iko vizuri na morali iko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Ya kikubwa, naendelee kuwapongeza mashabiki wetu na waendelee kutupa sapoti kama ambavyo wanazidi kuja, na sisi tutawafurahisha na kuweza kufanya kile kitu kile mwanasimba anahitaji tufanye katika mchezo wa kesho. Shukrani sana Mwalimu Salama Matola. Asante sana. Si